Vyakula hivi ukiwa unavitumia mara kwa mara vitakusaidia kupunguza makali ya acid reflux. Pendelea kutumia matango, pendelea kutumia matikiti, pendelea kutumia mboga za majani tem, pendelea uh, kutumia papai na zile mbegu zake. Tumia papai na mbegu zake mara kwa mara, na tumia kadri ambavyo unaweza lakini pia usisahau kuweza kutumia apple, inasaidia sana kuweza kupunguza e, makali ya acid reflux ambayo inapanda kwenye koo la chakula. Lakini pia kitu kingine ambacho nabidi hu unakitumia mara kwa mara ni zile oats. E, oats tumia kadi ambavyo unaweza ukazipata. E, na jambo la mwisho ni kwamba unapokuwa unatumia ugali hakikisha zile nafaka umezichanganya. E, eidha ni, ni, ni, ni mahindi ya, ya, ya oshe vizuri, lakini pia unaweza ukachanganya na mtama, unaweza ukachanganya na, eh, na na ngano ngano ambayo eh, ni, ni, ni haijakobolewa, lakini pia unaweza ukachanganya na na mihogo eh. Kwa maana unga wa mihogo itakusaidia sana kuweza kutengeneza eh, nafuu nzuri kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula.